Na mtazamaji karibu, lakini niruhusu nikupe baadhi ya vidokezo tukisubiri mjadala wetu wa leo, ambapo ni kwamba uku usajili wa wanafunzi wa gredi ya kumi ukiendelea kote nchini, serikali ya kaunti ya Kilifi imetenga shilingi milioni 150 ili kusaidia wanafunzi kuendeleza masomo yao. Akizungumza na wanahabari katika ofisi yake, Waziri wa elimu kaunti ya Kilifi Felkin Kaingu amesema kuwa fedha hizo zitafadhili masomo ya wale wanafunzi waliopata alama za shule za kitaifa kando na wale wanaotaka ama wanaotoka katika familia zisizojiweza. Haya yanajiri baada ya kuripotiwa visa vingi vya wazazi walioshindwa kuwapeleka watoto wao katika shule walizopata kutokana na changamoto za kifedha. Kuna budget ya milioni mia moja na hamsini ya, ya, ya wale vijana ambao wame, wame, wamefanya vizuri zaidi 150 million. Kwa hivyo zile pesa tukitathmini ni, ni kwamba zile pesa zinatosha na kusiwe na tashwishi ya kwamba tutakosa pesa ya kulipia vijana. So wananchi wote wajua kwamba hii mradi tuko nayo na hata kama pesa zitapungua baadaye, tutaziongezea kwa supplementary budget ili huu mradi uende vile ambavyo tumepanga kama serikali ya Kilifi kaunti. Naam na ili kuhakikisha vita dhidi ya dawa za kulevya.